Nadhani hii leo itawasaidia wale tunaosema sisi ni wamiliki wa biashara. Nina swali dogo la kuwauliza, kabla sijaendelea. Je, unaweza kusafiri ndani ya miezi mitatu usiwepo ndani ya hiyo biashara yako na hiyo biashara yako ikaendelea kutengeneza kipato kama kawaida? Kama jibu lako ni hapana, basi naomba nikusaidie leo. Wewe humiliki biashara. Wewe umefanya kitu kinaitwa kujiajiri mwenyewe self-employed. Na kama jibu lako ni ndio, wewe ni mmiliki wa biashara. Najua unasema huyu Mswahili anaongea nini tena? Ni hivi, kuna tofauti kati ya kumiliki biashara na kujiajiri mwenyewe. Yes, unaanza kwanza, step ya kwanza kujiajiri mwenyewe, then unajenga mifumo, unawaajiri, una watu, una transfer ile knowledge ulionayo, ili wale watu, hata kama we haupo, waweze kukifanya kile kitu ambacho we unataka wafanye kwenye ile biashara yako. Then hapo unakuwa umetoka kwenye hatua ya kujiajiri mwenyewe na kuwa mmiliki wa biashara yaani, umejenga mifumo ambayo itawawezesha itakuwezesha wewe kuendelea kutengeneza kipato bila hata ya wewe kuwepo hapo. Naomba nikupe mfano rahisi. Chukulia msusi anayesuka nywele ame amepanga sehemu, ameweka kiti chake hapo, akaanza kupokea wateja wengi kwa sababu ni mtaalamu wa kusuka, akawa anawasuka watu vizuri sana. Huyo msusi amejiajiri mwenyewe yes, ana eneo amepanga, ana jina pale kubwa liko pale nje, lakini kwa kuwa bila yeye kuwepo hapo kusuka, ile biashara haiwezi kufunguliwa. Ina maana hata ikifunguliwa haiwezi kutengeneza hela, kwa sababu yeye hayupo. Then yeye amejiajiri mwenyewe. Mtu wa namna hii, ili aweze kuwa na kipato endelevu, lazima ajifunze kutransfer knowledge kutransfer ule utaalamu aliokuwa nao kwenye hususi kwenda kwa mtu mwingine, akatengeneza mifumo ambayo inamwezesha kutengeneza kipato hata asipokuwepo hapo kwenye hiyo biashara. Hiyo ndo hatua ambayo tunatakiwa tujiandae nayo. Wale wote tunaosema sisi tunamiliki biashara, lazima uwe utengeneze mfumo, uajiri watu ili waweze kufanya kile unachokijua wewe, ni hiyo biashara yako, hata bila wewe kuwepo hapo waweze kukifanya, kutengeneza pesa. Haya, nasubiri majibu yenu kwenye comment section, na hizi ni dakika tatu za Ibra. Cheers.